Kwa wale ambao mnafuga kuku kwa ajili ya mayai, wawe kuku wa mayai wenyewe layers, wawe kuku wa kienyeji, unataka watage vizuri, wawe chotara unataka watage vizuri, leo hii nitakwenda kukupatia booster tano za asili ambazo endapo utazitumia kwa kuku wako, basi utapata utagaji mzuri sana. Na hizi booster Uh, kwanza zinafanya upate yai ambalo sio dogo, yai kubwa. Pili, zitakufanya upate uondoe matatizo ambayo waga yanatokeaga ya, ya kwenye mayai. Ninapozungumzia matatizo uh, ni kwa mfano kutaga yai ambalo ni tepetepe -tepe, laini au yai kupasukia ndani ya tumbo la kuku, au kuna muda unakuta kuku anataga E, kipindi ambacho anataga anashindwa kutoa yai nje mpaka anakufa. Hizi booster pia zitakusaidia kuepukana na hayo matatizo sambamba na kumfanya kuku wako atage vizuri sana, hata kuku wa kienyeji. Kwa wale ambao kuku wenu anataga mwisho mayai kumi na mbili, mwisho mayai kumi, hii itampeleka tage mayai zaidi ya ishirini. Kwa hiyo, nisikilize kwa makini, hizi booster ambazo nitakupatia na unaweza ukawa unazitumia zote au ukachagua booster yako moja au mbili ukawa unazi E, tumia mara kwa mara. Kwa hiyo uh, tazama hii video mpaka mwisho utanufaika na hili darasa la leo hii, na endapo utakwenda kulitumia basi utapata e, matokeo mazuri sana. Uh, kwanza kabisa tukianza na huu mmea ambao unaitwa beetroot beetroot ni kiazi fulani. Hichi kiazi kama kabisa hujui kinapatikana wapi na hujawahi kukiona siku moja, kama utafanikiwa kwenda kwenye maonyesho ya Nane Nane, mara nyingi sana huaga wanakuaga na maonyesho ya hivi viazi vya beetroot. Sasa hii beetroot ni booster nzuri sana kwa kuku ambao anataga, kwa sababu pia ina vitamini kwa wingi sana sana sana. Na hii hapa pia beetroot huwa inasaidia kuondoa kuku wako anayetaga kama ana shida ya upungo gufu wa damu. Unajua utagaji, kuku ambaye anataga anahitaji kutengeneza kiwango kikubwa sana cha damu, ndio maana ni kuku ambaye anahitaji zaidi madini ya calcium pamoja na magnesium ili kuweza kutengeneza e, damu. Sasa haya maviazi haya haya mabitrut pia huaga yanafanya hiyo kazi. Na utajuaje kwamba kuku wako ana upungufu wa damu? Kwa kuangalia tu utaangalia yai lake, ukiangalia yai lake ukikuta lina vidotidoti, yani lina vinukta, nukta kwa mfano ile yai ambalo nakwenda na ku, kuonyesha hapa e, hili ambayo unaliona. Ukiona kuku wako anataga mayai aina hii ujue wapo na upungufu wa damu. Kuna siku moja au siku yoyote ile utakuta wanakufa tu ghafla na hauelewi kwa nini kuku wako wana, wanakufa. Ni hiyo ni sababu. Sasa ukiwapa hii beetroot itawaongezea kiwango cha damu e, kwa sababu pia ina hayo madini kwa wingi, lakini pia ina vitamini, lakini pia itawachochea kuku kuweza kutaga vizuri kabisa. Kwa hiyo beetroot ni kitu ambacho haupaswi kukosa wewe kama mfugaji kuwapa kuku wako, na kama hujui kabisa, nimesema naenda na nane nane, watakupa elimu nzuri kabisa, namna ya kuweza kulima hivi viazi na kuvipanda labda kama unahitaji e, uwe navyo wewe mwenyewe. A, booster ya pili ni karoti. Endapo utapata hii karoti, alafu ukai brand, kwa mfano unaweza ukachukua karoti tatu ukazi brand ukaweka kwenye maji lita kumi ukifanya hivyo kuku wako watakuwa na utagaji mzuri sana. Na kama tuna wale kuku ambao wanakuaga wana shida uh, unakuta labda ame, ametaga yai kubwa ametengeneza yai labda lenye viini viwili na akashindwa kuweza kulitaga, yani unamwona kabisa huyu kuku anahangaika ile sehemu ya kutagia, unakuta kabisa inatoka nje. Basi e, kwenye huu mchanganyo ongeza na maji ya sukari, chukua sukari uh, kwa mfano sukari vijiko labda vitano weka kwenye maji lita kumi weka na karoti mle, basi unaweza ukasaidia kuku wako wasiweze kupata hiyo shida ambayo nimekueleza hapo. Booster ya tatu, kuna hii kitu hii hapa, unaweza ukaichukulia poa. Haya ni majani ya mboga maboga, nadhani maeneo mengi sana e, mnayajua haya bwana yanafanya kazi vizuri sana nakumbuka, aa, kip, eh, kuna kipindi tukwaga tuna yalikuwepo sana kipindi cha, cha nani kama vitamini lakini, tukaja kugundua kwamba Uh, mbona kama kuku wameongeza sana utagaji lakini sababu kubwa ilikuwa ni haya. Wewe chukua haya majani ya blendi vizuri kabisa, au yatwange, alafu wachanganyie kuku kwenye maji wanayokunywa. Eh, ukifanya hivi utakuja kuona kwanza, utakuta kuku wanataga mayai mazuri sana, yani yenye umbo zuri sana. Uh, kitu cha pili utakuta kuku wako wanataga sana, yani mayai ambayo kuku wanataga, ubora wa haya mayai yanafaa kabisa kwenda kutotoleshwa kama unauza mayai ya kutotolesha. Kwa hiyo ni booster nzuri sana hayo majani ya maboga. Leo nakutajia booster ambazo uh, labda sijawahi kukuambia sehemu yoyote ile. Uh, pia cha nne kuna hivi vitu hivi, ngoja nivitaje pamoja. Kuna hii tangawizi unayoiona hapa uh, lakini pia kuna pilipili, kuna kitunguu saumu. Hivi vitu nimevitaja sehemu moja kwa sababu huu uh, ni mchanganyo maarufu sana ambao sisi KingoFarm huwa tunatumia. Nadhani kwa wale ambao wapo kwenye kundi letu la mafuzo watakuwa wanajua huu uh, uh, ni mchanganyo mzuri sana, unawafanya kuku watage kwa wakati. Kwa wakati, kuku kwa kwa kwa kwa wakati, wakati ninapozungumzia kawaida, ikifika saa 5 inatakiwa wao wameshamaliza kutaga. Kwa hiyo ukiwapa hii itawabust itawa itawafanya watage mayai mengi, lakini pia aa, kuku watakuwa hawachelewi e, kutaga. E, kama una shida waga, unaona ukienda bandani kwako unakuta kuku amekaa labda hata nusu saa amekaa, yani anasubiri kutaga. Aa, endapo utawapa huo mchanganyo, utaubrendi pamoja, ukawapa kuku wako basi watakuwa wanataga kwa wakati haraka haraka tu wanataga, e, basi na kuanza kuandaa yai la siku nyingine. Ukiona kuku anakaa sana kwenye mayai au anachukua muda mrefu sana kutaga, huyo kuku e, hatagi vizuri, yani katika siku tano anaweza kataga mayai mawili au yai moja. Ah, hii mojahii ya tano ninakwenda kutajia, actually sio kama booster, lakini ni kitu ambacho kinaweza kusaidia sana kwenye utagaji. Hii ni mlonge au wanaitaga moringa. E, sasa moringa bwana, ina vitamini kwa wingi sana. Ina vitamini A na vitamini B na vitamini C kwa wingi sana, kwa hiyo vitamini huaga inachochea pia kuku kuweza kutaga. Lakini kitu kikubwa, kwa nini nimeitaja hapa, nimeutaja hapa E, mlonge kwa sababu moja huu hapa. Endapo kuku wako watakuwa wamepata shida kwenye utagaji, waga wanapataga sana shida ya kunyonyoka manyoya. Kuku unakuta hili eneo la nyuma wanakuwa wananyonyoka, yani wanakuwa wanakosa manyoya e, sasa, endapo utawapa huu e, mlonge huu, una uchanganyia kwenye chakula, una kausha ya majani E, yasikauke, yakapoteza ukijani, unakausha kwenye kivuli, una blend au unasaga. Unapokuwa unawapa kuku wako, kwa mfano chakula kilo kumi, unachota robo, unachanganyia, unawapa kuku wako, itafanya waote vizuri manyoya haya maeneo ya mgongoni bila kuathiri utagaji, kwa sababu ule unakuaga ni upungufu wa protini. Kwa hiyo uh, endapo utawapa protini Eh, hizi za viwandani uh, au hii protini ya dukani kitakachotokea ni kwamba watapunguza utagaji lakini kama utawapa huu mlonge hawatapunguza utagaji na watakaa vizuri tu. Na mwisho kabisa ni kukumbushe tu, sisi KingoFarm tunalo darasa ambalo tunaelekeza namna ya kufuga kuku. Uh, tuna elekeza vizuri sana kama hujui namna ya kufuga kuku au hujui matumizi ya tiba za asili, ukijiunga na darasa letu ada yake ni shilingi elfu nane tuna kuunganisha kwa muda wa miezi miwili, lakini pia tunavyo vitabu e, ambavyo ni miongozo vingine vya kutengeneza chakula a, kwa mfano vitabu vya namna ya kutengeneza chakula kwa ajili ya kuku wa kutaga, kuku wanaokuwa au kuku ambao vifaranga, wale vifaranga wadogo. Lakini pia tunavyo vitabu vinakuelekeza jinsi ya kutengeneza tiba, kama unataka kuatibia kuku wako. Vitabu vyetu vina mambo mengi sana. Wewe tupigie simu, tuambie unafuga kuku aina gani, basi tutakushauri kitabu kizuri. Kitabu ni elfu kumi na ni soft copy.